Kama ilivyokwisha semwa, tunaye mgeni mkubwa mwadhama Antoine Cardinal Kambanda. Yeye ni askofu mkuu wa jimbo kuu la Kigali abaoni makao makuu ya nchi huko Rwanda. Alipenda kuja kuwa nasi tangu nilipokuwa nafika hapa tarehe ishirini na nne na ishirini na tano nilipopokelewa mwezi wa sita, lakini akawa na shughuli nyingine, aka hakuweza kufika. Na akawa amepanga tena kabisa, na wenzake walikuwepo hapa, watu kutoka Rwanda, afike wakati tunampongeza baba askofu mkuu mstaafu Paulo Ruzoka, pamoja na kuniombea mimi nilipokuwa naanza utume wangu, ikawa imeshindikana vile, kwa sababu ya shughuli alizokuwa nazo kumbe akana watuma wawakilishi, lakini bado ikamkereketa akasema, lazima niende Tabora. Hajawahi kufika Tabora, ni mara ya kwanza anakuja huku kwenye maembe mengi <laughs> Unyanyembe. Basi kumbe akapania kabisa, akasema, lazima niende. Mimi nimemshukuru sana. Huyu ni, ni kaka yangu kwa kweli, kaka yangu, mimi ni mdogo wake, kwa sababu ndo hayo ya Mungu ambaye anayafanya. Yee ni Mnyarwanda, mimi ni Mtanzania hapa Mnyambo. Tulikutana Roma mwaka tisini na nne tukiwa watoto wadogo, vijana wadogo, mapadi wachanga kabisa tunarukaruka ruka. basi tukakaa hivyo na urafiki wetu huo basi kama Tanzania na Rwanda tukaunganisha nchi hizi mbili na tukafanya na marafiki wengi Wanyarwanda wa Tanzania pamoja. Mimi namshukuru Mungu, namshukuru na yeye e, mwadhama kardinali. Baadaye yeye akanitangulia kuwa kardinali, baadae nami nikawa kardinali. Ah, sasa <laughs> basi sina mengi ya kusema niseme namshukuru Atakuwa na sisi hapa ameamua kuja kukaa kabisa, apumzike. Anajua hapa ni pazuri, hapana shida. Atapumzika hapa kwa muda wa siku kadhaa, alafu baadaye atarudi nyumbani huko jimboni kwake, kwenye jimbo kuu la Kigali. Na natukaribisha tuende Kigali huko Rwanda, tukawatembelea vile vile na sisi tukaone kuna nini huko ya yeah. Basi sasa ni, ni mwombe aje awasalimie. Bila shaka atawasalimia kwa maneno machache, yeye Kiswahili lakini anakifahamu sana. Yeye amezunguka, amekaa Uganda, amekaa Kenya <laughs> nchi zote amekaa, na Tanzania karibu sana. Baba, asante sana, madamu utazi Rugamba, askofu mkuu wa jimbo kuu la Tabora na baba askofu mkuu uh, polzoka na wasalimia, na waletea salamu kutoka Wakristo wa kwetu Kigali Rwanda, wanawasalimia sana. Namshukuru Mungu nimeweza kufika. Sikuweza kuja kwa zile siku za shahehe kama alivyosema madamu Rugambwa, lakini nashukuru Mungu sasa ke, eh, ke, sasa naweza kuja, nimefika kama alivyosema ni rafiki tangu zamani, na kutoka Roma alikuwa anapitia kwetu. Ni karibu e na Kigali, na nashukuru Mungu kwamba sasa amekuja. Ni jirani sasa, Tabora sio mbali sana, na karibuni nyinyi nyote kwetu Rwanda, Kigali. Na karibuni kwa Bikira Maria Kibeho kule, tumepata baraka za Bikira Maria Kibeho, na anatu, anatuambia kuomba kuomba sana, kuombea kanisa letu, kuomba uamini uende mbele, kwa sababu siku hizi mnaona natakiwa kuomba sana kwa uamini na kwa hiyo nawashukuru sana na tujisikie muungano wa umani na upendo na wa Kristo wetu. Nawashukuru sana asanteni sana. Nashukuru tena na baba askofu mkuu Ruzoka, naye alikuwa jirani na rafiki wa zamani Kigoma, na hapa tunamshukuru sana na kuja mara nyingine mara nyingi kwa Rwanda kutu, kwa sherehe zetu, na namshukuru sana kwa kazi na utume aliyofanya Kigoma na hapa, na nawashukuru umemkaribisha vizuri, na sasa napumzika vizuri hapa. Nawashukuru na sana. Sameheni kwa Kiswahili changu, bado kinakuja kidogo kidogo kidogo. Umesema <laughs> <So>, vizuri sana <laughs> ah, <bizuri> <laughs>